Lakini tumshukuru vile vile na kumpongeza mkurugenzi wa matawi na mashabiki wa Simba sports Hamis Kisiwa kwa kazi kubwa ya kufungua matawi ambayo ameifanya kwa kipindi kirefu. Amezunguka takriban Tanzania nzima kwenda kufungua matawi, ni kazi ngumu, lakini kwa mapenzi yake na Simba amekuwa akiifanya kazi hiyo mpaka amezeekea kwenye kufungua mataa. <coughs> anapenda <Aumeze. tos> <coughs> ujana, kwa sababu kwenye mechi hii tunahitaji wazee wawili na nakukiwa tunachagua mmoja wa kumtoa ili wawe wawili, mnyama aende nusu fainali, kwa sababu kama maisha wamesha kula sana, wana kitu gani kipya wanatafuta tena kwenye hii dunia zaidi ya mafanikio ya mnyama koja ndaye mwengine watukuachi malaika megime wow. tutampata ilaa ndugu wow. zangu wanatabata dampo Kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo umeifanya na hatimaya leo hii mmefanikisha ndoto yenu ya kumiliki tawi lenu. Nafahamu hii ni sehemu ya kazi, kila anayekuja hapa anayekuja kwa ajili ya kutimiza majukumi yake ya kazi, na pengine wengi mmeajiriwa. Kwa hiyo bosi wako anakudai kazi muda wote. Bane, mzee sio ukitaka kuondoka tunakuruhusu. Sasa hivi imebaki shughuli ya hamasa. Nenda. Kwenye muda wenu wa kazi mkaotumia muda huo huo kujadiliana na kufungua tawi lenu, kiukweli mnastahili pongezi kubwa sana. Hata harakati za uhuru hazikuanzia majumbani, zilianzia sehemu za kazi. Watu wanakutana kazini baada ya kufanya kazi ya bosi wake Wanakaa pembeni wanajadiliana namna ya kuikomboa Tanzania. ka na nyinyi mmefuata misingi ile ile, unakuja kwenye kazi zenu, lakini hapo hapo mnajadiliana kuhusiana na kuanzisha tawi na hatimaye mmefanikiwa kuanzisha tawi lenu. Ongereni sana sana sana. <coughs> wale tunaotuliza maguruzela hizo nguvu tungezitunza kwa ajili ya Jumatano <coughs> ili hapa tuweze kusikilizana vizuri. Na nisiwe mchoyo wa fadhila, ndugu zangu wa Tabata Dampo, mmependeza sana, hivyo viu ambavyo mmeviweka hapa ni mambo ya ubunifu ndugu zanguni. Tarehe tisa ya mwezi wa nne, kwa maana ya Jumatano ijayo, tuna kazi kubwa sana Benjamin Mkapa. Kila mwana simba lazima alitambue hii mechi. Hii ndugu zanguni sio nyepesi hata kidogo, mechi hii ni mechi ngumu methili ya mechi ngumu nyingine ambazo tumewahi kucheza huko nyuma. Hii ni robo fainali yetu ya sita. Itakuwa ni aibu, fedheha, noma tukitolewa robo fainali ya sita tena na timu ya mfanano na Al Masry. Kwa hiyo kila mwanasimba alichukua hilo kuanzia sasa, ya kwamba Jumatano tuna kazi ngumu ya kwenda kuifanya, lakini kazi ngumu hii sisi Simba tunaimudu, Simba tunaiweza, wala tusiingie unyonge. Hatuwezi kutolewa robo fainali ya sita, hatuwezi kutolewa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, hatuwezi kutolewa na Al Masry mechi hii. Kila mwanasimba afanye kila anachoweza ili tupate ushindi mechi hii, kila mwana simba apambane anavyoweza kupambana, amke usiku ampigie goti mungu wake, amlilie Simba twende nusu fainali. Kuna watu wamekaa wamekenua meno namna hii, wanatusubiri tuanguke hapo wetu ili twende nusu fainali. Na hii ndugu yangu, inawezekana sana, na kwa pamoja tunasema hii tunavuka. Wee babao, tunavuka mabao mawili pale Misri, lakini hatujaipoteza nafasi yetu ya kwenda nusu finali na hatujapoteza robo finali yetu.